Anaitwa John Heche ni makamu mwenyekiti mpya wa chama cha Chadema. Lazima serikali ijue wabunge wanapozungumza hapa wanawawakilisha walipa kodi wa nchi hii ambao wamejikamua sasa. Leo tunasema hapa tuongeze shilingi hamsini kwenye mafuta ya taa kweli? Hivi nyie mnajua, vijijini wananchi wanaoishi kijijini ambaye kutoa shilingi elfu mbili ni tatizo kweli kweli? Na kama mna uchungu kiasi hicho, nani amevolontia mshahara wake? Mnalipwa mamilioni Anzeni nyie, kwamba tukatwe milioni moja moja kila mwezi iende kwenye maji, kama kweli mna uchungu kiasi hicho. Alichaguliwa tarehe 22 Januari 2025 baada ya kumwaga mpinzani wake wa karibu, John Heche alipata kura 577 sawa na asilimia 57 ya kura zote, huku mpinzani wake akipata kura 372 ambazo ni sawa na asilimia 37 ya kura zote. John Heche alizaliwa tarehe 14 Julai 1981 huko Tarime, mkoa wa Mara, Tanzania. Alisoma katika shule ya msingi ya Bulima kabla ya kujiunga na Musa Alansi kwa ajili ya elimu yake ya sekondari. Baada ya kumaliza sekondari mwaka 1997, alijiunga na chuo cha ualimu cha Bunda mwaka elfu mbili na nne aliendelea na masomo yake katika chuo kikuu cha Mtakatifu Augustin, Santi Augustin University of Tanzania, na kumaliza shahada ya elimu mwaka elfu mbili na tisa. Katika siasa alichaguliwa kuwa diwani ya halmashauri ya Talime mwaka elfu mbili na kumi kabla ya kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Talime vijijini mwaka elfu mbili na kumi na tano na kuhudumu hadi mwaka elfu mbili na ishirini. Alipochaguliwa kuwa mbunge, alikuwa na umri wa miaka thelathini na nne. Mwanasiasa huyu mwenye msimamo mkali amewahi kushika nyadhifa mbalimbali katika chama chake cha Chadema aliwahi kuwa kiongozi wa baraza la vijana Chadema Bavicha, mwenyekiti wa chama hicho mkoa wa Serengeti, na pia aliwahi kuwa mjumbe wa kamati kuu ya chama hicho cha Chadema. Mara baada ya kuchukua nafasi ya makamu mwenyekiti wa Chadema, mwanasiasa huyu kijana alisema kuwa lengo lake kuu na lengo la Chadema pia ni kuweka mikakati madhubuti ya kushinda uchaguzi wa mwaka 2025 na kuiondoa CCM madarakani kupitia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Heche mwenye umri wa miaka 43 alichukua nafasi ya Tundu Lisu ambaye alichaguliwa kuwa mwenyekiti mpya wa Chadema baada ya kumwaga Freeman Boy katika uchaguzi wa chama hicho ulichofanyika tarehe 22 Januari 2025. Na naitwa James Atilio, mtaalamu wa masuala ya uchumi, sera na mipango. Sasa mimi na Lissu tumesema hivi na chama chetu, kujaribu kusilence na kutishia watu ambao wanaikosoa serikali kwa haki kabisa, mimi ni mbunge, nimechaguliwa na wananchi na nilikwenda kwenye jukwaa nikawaeleza, nitasema hivi nitafanya hivi ntafanya, nafanya kazi zangu za ubunge kwa usahihi kabisa, na nataka niwaambie kupitia nyie, hakuna mtu anaweza kunitisha mimi nisifanye kazi yangu. Ni bora niache huo ubunge, lakini I will never compromise kwenye ishu inayohusu nchi yetu hii, na ishu ya ukweli isiyokuwa ya kusingizia mtu, ishu ya ukweli isiyokuwa ya kuzulia mtu jambo lolote niko tayari kwa kitu chochote. I will never compromise kwa kama wanafikiri wanatengeneza haya masuala kunitishia. kama wana ni, ni aibu kwamba leo mtu anasema miaka saba iliyopita, 7 years. mimi sisemi kwamba kama mtu alifanya kosa la jinai miaka saba lifutike, lakini mimi kuja ukanibambika kitu eti unasema leo ndio umenitambua. mwaka 2018 mimi nikuwa mwenyekiti wa vijana a very vibrant BAVICHA, na nyie wote ni mashahidi everyday on the media everyday kwenye mikutano ya hadhara. Nchi haiwezi kuendeshwa kwa impunity, itachochea chuki, itachochea uhasama, na uhasama matokeo yake ni mabaya. We love this country, ndio maana tunatoa outcry kwa mambo haya kwamba yasijitokeze.